Unajua, kipindi hiki cha kumaliza mwaka hivi, kuna vitu vingi vinakuwa vimefanyika huko nyuma. Sasa huu ni wakati wako wa wewe kufanya analysis, kujifanyia analysis wewe mwenyewe binafsi, kuanzia mwaka ulivyoanza mpaka hivi sasa unaenda kuuhitimisha. Jifanyie analysis ya namna ulivyoanza mwaka wako na hivi sasa unavyoenda kuuhitimisha. Umeuanzaje mwaka wako una umeuhitimishaje? Malengo yako yamefikia kiasi gani? Umefikia wapi katika malengo yako ya mwaka, malengo yako ya miaka mitano, ya au ya miaka miwili na miaka kumi ijayo? So huu ni wakati wako wa kujifanyia analysis, wa kuchambua kwamba mwaka ulivyoanza mpaka sasa hivi umefanya kitu gani ambacho kinaweza kina, kina kikakupeleka kwenye mafanikio yako ya muda mrefu au kwa katika malengo yako ya muda mrefu zaidi. So jifanyie analisisi hivi sasa, huu ni wakati wa kufanyaje, wa kujifanyia analisisi ili ujue kwamba malengo yangu niliyokuwa nimeweka toka mwaka umeanza mpaka sasa hivi yamefikia sehemu fulani au nimeyakamilisha, na kama haujayakamilisha ili mwaka unavyoanza mwingine unaweza ukaanzia pale pale ambapo umeishia kwenye yale malengo yako, ili ukaenda kufanyaje kuyafanikisha. Sasa huu ni muda wako wa kujifanyia analysis ya maisha yako, ya mwenendo wako mwenendo, mwenendo wako wa kifedha, mwenendo wako wa kila engo. Okay, inatakiwa ujifanyia analysis kwamba ume yani umegrowth kwa kitu gani? kwa sababu inatakiwa ujue mpaka sasa hivi mwaka unaisha. Je, toka mwaka umeanza, nime nimetengeneza kiasi gani labda cha fedha? Je, nimejifunza skills gani? you see. Je, nimekutana na watu gani ambao wamenipa motisha ya kunifikisha kwenye malengo yangu? Je, nimetengeneza marafiki wa aina gani katika maisha yangu ambao watanitoa sehemu moja na kunipeleka sehemu nyingine. So jifanyie analysis ili utambue kwamba mpaka sasa hivi niko wapi, niko kwenye level gani? Kwa sababu usipojifanyia analysis unaweza ukajiona kama umegross kumbe uko chini, unaweza ukajiona uko chini kumbe umegrowth. Kwa hiyo lazima ujifanyie analysis ili ujifahamu kwamba uko kwenye level gani au uko kwenye lengo, kwenye engo ipi, kwa sababu ukishajifanyia analysis ukajijua wewe binafsi uko mpaka sasa hivi uko kwenye hatua gani, inakuwa ni rahisi kwako wewe kufanya baadhi ya mambo yawe mazuri zaidi. Jitahidi sana ujifanyie analysis. Na kitu kingine ambacho inatakiwa ukifahamu kwamba katika yale mambo ambayo hujayafanya mwaka huu unaoisha, jitahidi sana mwaka unaoanza utengeneze engo ambazo zitakufanya utoke sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Kivipi? Inatakiwa ubadilishe baadhi ya vitu ambavyo unaona vina kufelisha maybe, uache uvivu maybe, uache marafiki ambao wanakurudisha nyuma au uache vitu ambavyo vinakuferisha. Yaani, jitahidi sana, utafute mambo ambayo yatakufanya wewe uende juu okay. Kwa hiyo jitahidi sana katika malengo yako ya mwaka unaofuata. Ujipe malengo makubwa tena, utengeneze malengo makubwa zaidi. Ukitengeneza malengo makubwa zaidi, hiyo itakupa namna, yani itakuwa inakupa msukumo wa jinsi gani utayafikia. Unaweza tukatoa mfano mdogo, kama mfano wa Elon Musk. Elon Musk, kama ni mfuatiliaji ume, umesikia jinsi ambavyo wamempa majukumu wamempa majukumu makubwa ambayo wewe mwenyewe ukiyasikiliza uki, uki, lazima uokope majukumu ambayo aliyopewa ndani ya miaka ndani ya miaka mitano anafanya ndani ya miaka mitano ni majukumu makubwa sana, majukumu makubwa sana ambayo ukiambiwa lazima uyaokope. Sasa na wewe jitengenezee namna ambavyo unaweza ukajipa majukumu, yani malengo makubwa ambayo ukiyazungumza kwa mtu, ye mwenyewe anakuokopa au yeye mwenyewe anasema hapana, ayo unajichezesha tu, hayawezekani. Ni vyema uwe na majukumu makubwa. Kitu ambacho nimejifunza, ukitengeneza malengo makubwa ni kitu kimoja, nimejifunza kwamba ukitengeneza malengo makubwa katika muda kadhaa, muda fulani hivi, okay, hata usipo ya, hata usipoyatimiza yale malengo yako makubwa, My friend, unapiga hatua ya juu sana yaani una- unaweza uka, ukafika hata katikati au ukaenda hata robo tatu ya yale mawazo yako. Kwa sababu gani? Unakuwa unajua kabisa nina deni. Siku zote naushasema dawa ya deni ni kulipa. Kwa hiyo ukiwa na deni utakuwa una- unajituma, utakuwa unajitoa ukijua kwamba nina deni ambalo linafanyaje? Linanisumbua. Kwa jitahidi sana utengeneze lengo kubwa ambalo litakuwa linakuumiza ndani ya moyo wako. Yaani usipofanya, yani hata kwa siku siku ikipita, haujafanya hata kitu kidogo ambacho kinakupeleka kwenye yale mafanikio yako au kwenye malengo yako, unakuwa unaumia, unakuwa unapata peni. Unaumia kwa sababu kwa nini? Kwa sababu una deni, unajua una deni. Kwa zingatia vitu kama hivyo mwaka unavyoenda kuisha na mwaka unavyoenda kuanza uende ukaanze, ukiwa ukiwa smooth. Unapomaliza umalize ukiwa unajua kabisa mimi niko kwenye level gani, niko kwenye lengo gani na ninahitajika, mwaka unavyoanza nianze na kitu gani? Commitment. So jitahidi sana, nidhamu ndo kila kitu. Mimi nieshimubaloge, na hii ni amsha ubongo leo. Tunafungulia ubongo wa kuonyesha kwa kukufungulia mwanga ili uone gos, tukutane kwenye mafanikio. We all succeed.